Hasa ndio tujue tuanzie pale ama tuwakumbushe kwamba kuna roho wa kweli na roho wa uongo. Wacha tuanzie pale, mali tuliachia ndio tuingie katika fundisho la siku ya leo. Mwalimu, twende katika kitabu cha Yohana 16, mstari ule wa 13. Biblia takatifu inasemaje? Maana tunataka tukumbushe watu mali tuliachia jana kidogo, ili tuweze kuingia katika somo la siku ya leo Yohana kumi na sita mstari ule wa kumi na tatu. Huyo roho wa kweli, huyo roho wa kweli. inasema atauhakikisha ulimwengu katika, ataongoza watu kwenye kweli yote. Yohana kumi na sita, kumi na tatu, nasema, lakini atakapokuja lakini atakapokuja huyo roho wa kweli, huyo roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote. Naam. Kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe. Naam. Lakini yote yaliyoyasikia atayanena. Kwa hivyo binatuarifu kwamba kuna roho ambayo Mungu Yesu akitoka duniani alituahidi kwamba atatuachia roho ambayo itatuongoza itutie katika kweli yote. Maana tuliona jana kwamba Roho Mtakatifu ndiyo inatufundisha. Maana inatuambia kwamba atatuongoza na itatutia katika kweli yote. Tueleze Biblia kweli hii ambayo Roho atatufundisha ni gani? Yohana 17:17. Inasemaje? Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Tena tukakuja tukaona kuna roho wa uongo ambayo ni roho wa shetani, ambayo tukiangalia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza tunapata kwamba kuna roho wa shetani ama roho ambayo ni roho wa uongo. Biblia Takatifu inasemaje? Timotheo wa kwanza ine mstari ni mstari ni ile wa kwanza Biblia inasemaje? Basi roho anena waziwazi ya kwamba roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani wengine watajitenga na imani, wakisikiza roho za danganyazo wakisikiliza roho danganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa hivyo kuna pia roho ambazo zilikuwa zinadanganya roho za, sh, za shetani ambazo Biblia inatuarifu kwamba ni roho za uongo. Maana tukiangalia katika Biblia, mwenye alikuwa anapenda uongo ambaye kweli haikuwa inakaa katika ndani yake ilikuwa ni Ibilisi ama shetani. Tuende katika kitabu cha Yohana. Yohana ni nani? Mstari ule wa 44 Biblia Takatifu inasemaje? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Naam, yeye alikuwa muaji tangu mwanzo mwanzo, wala kusimama katika kweli. Naam. Kwa kuwa amna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, kusema yaliyo ya kwake mwenyewe. Na nini Mungu alisema anay yetu roho ro, Mtakatifu, ambaye kama mtu ana Roho Mtakatifu, huyo mtu lazima nene. Roho zidanganyazo ama roho ya uongo atatoa maneno ya uongo ambayo Biblia tufundisha kwamba tusiamini hizo roho. Tena tukaona kwamba Mungu anatuambia kitu katika kitabu cha Warumi. Warumi ni tano, mstari ni ule watano. Biblia takatifu inasemaje? Warumi tano. Warumi ni tano, natumaini natumaini halitaayarishi. Naam. Kwa maana pendo la Mungu kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na roho mtakatifu tuliyepewa sisi. Kwa hivyo roho wa Mungu ametumimini, yani Mungu ametumiminia roho ama upendo wake ndani yetu, na roho Mtakatifu ambaye ametupea sisi, ili tuweze kupekua na nguvu na kuweza kupeleka injili katika dunia yote. Sasa ombi langu na ombi lako inafaa ikuwe katika ili andiko ambaye inatoka katika kitabu cha Zaburi hamsini na moja mstari ni ule wa kumi na moja Biblia takatifu inasemaje? hamsini na moja mstari ni ule wa kumi na moja. Na moja, ni wa moja kitabu cha Zaburi inasema hamsini na moja kumi na moja Zaburi. Naam, inasema hivi usinitenge na uso wako, usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu. Naam, usiniondolee na Daudi akiomba pale, nasema usinitenge na uso wako, hata ro, roho yako mtakatifu siweze kuniondolea. Maana Mungu akikondolea roho yake, utabaki pale ukifundisha, lakini mafundisho yako zitakuwa zinabaki pale watu wakisikiza, lakini Mungu alikuwa amekuacha mapema. Utabaki pale ukifundisha, lakini Mungu yuko pamoja nao, ayuko pamoja naye maana mafundisho utafundisha watu wakisikia lakini wewe ndio utakuwa kwa wale ambao mungu ikifika siku za mwisho atakwambia siku kujua wewe tuende katika kitabu cha madayo madayo ni saba anza mstari ni ule wa ishirini na mbili madayo saba inasema ishirini na mbili inasema Inasema, wengi wataniambia siku ile, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo na, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi, ndipo nitawaambia dhahiri, ndipo nitawaambia siku wajua ninyi kamwe, kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hivyo roho wa Mungu akiondoka kwako utabaki uko pale, lakini Mungu hayuko pamoja nawe. Wewe ndio maana, ndio kinatuambia kwamba siku ile utamwambia Bwana, tulifanya hiki, tulitenda hiki, tulitoa unabii kwa jina lako, lakini atakwambia ondoka kwangu, ninyi ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu, maana siwajui ninyi kamwe. Sasa hilo ilikuwa somo la jana. Wacha tuombe ili tuweze kuingia katika somo la jioni ya leo. Tunaomba Mtakatifu, Mtakatifu, heshima lipo juu mbinguni. Baba, tunakuja mbele zako jioni ya leo umetunemesha sisi watumishi wako ili tuweze kufika katika uwanja hiki ili tuweze kupaza sauti zetu kueneza ujumbe wako katika maeneo haya Airview. Baba, tunaomba utupatie Roho Mtakatifu iweze kutuongoza na wasikilizaji pia wanaosikiza mahali popote walipo. Baba, tunaomba Roho wako pia uweze kuongoza, na uweze kuwafunulia hizi maandiko ili wakirudi pia nyumbani waweze kuzitafuta katika Bibilia na wakipata ni kweli na inaendana na maandiko yako Babu wasogeze karibu nawe, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yakitimizwa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. Sasa leo tunaenda kuangalia Biblia kuhusu amri za Mwenyezi Mungu. Leo tunaangalia amri za Mwenyezi Mungu, maana mwanadamu anapoumbwa katika, anapoumbwa na Mungu pale katika shamba la Edeni tunaomba Mungu, tunaona Mungu anaomba mwanadamu katika Mwanzo mbili mstari wa saba Mungu anaomba mtu kwa mavumbi ya ardhi na kwa pu, akapulizia pwani pumzi ya hai, mtu akawa nafsi hai. Bwana akamwambia mwanadamu, akachukua mwanadamu, ukisema katika mstari wa nane, akamweka katika bustani ya Edeni, akamwambia nimekuweka hapa na ili kina iki na iki utakapofanya. Mwalimu nisomee Mwanzo mbili mstari wa nane inasemaje? Inasema Mwanzo mbili nane Bwana Mungu akamwambia akapanda bustani upande wa mashariki, akapanda bustani upande wa mashariki, waendeni, waendeni, akamweka ndani yake huyo mtu, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya, aliyemfanya. Bwana Mungu akaichipusha katika ardhi kila mti. Sikiza sasa, Mungu akishachukua mwanadamu akamweka bustani Anaanza kumwelezea kile ambacho iko ndani ya bustani, anamwambia hiki mti. Maana katika bustani kulikuwa na miti mitatu ambayo ilikuwa pale katika shamba la Edeni. Anaambiwa hiki ni hiki na hiki ni hiki. Mwalimu, endelea kusoma. Inasema hivi. Naam. Inasema Bwana Mungu akaichipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa na kulikwa kuliwa. Kwa hivyo mti ya kwanza ilikuwa mti ya kufaa kwa kuliwa. Mti ya pili ni gani? Inasema na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa, busti, wa, wa, na mti wa ujuzi, ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hivyo katika bustani Edeni Mungu anaambia mwanadamu hapa katika bustani kuna miti mitatu. Miti ya kwanza ni ya, kwa ya mti ambao ya unaotamanika kwa macho ama kwa kuliwa, hiyo ni mti ya kwanza. Miti ya pili ilikuwa mti ya uzima. Miti ya tatu ilikuwa mti ya ujuzi wa mema na wabaya. Pale Mungu anawaambia hizi mti ziko hapa, lakini anaendelea kumwambia akitembea naye, anaendelea kumwonyesha hiki, akamwambia hii pia ni maji ambayo utatumia katika ili shamba Edeni. Mstari wa tisa inasemaje? Mstari wa kumi nasema, ukatoka, mto, ukatoka mto katika endeni wa kutilia bustani maji. Naam, na kutokea hapo naam, ukagawanyika kuwa vicho vinne. Kwa hivyo mtu, Mungu anamwambia katika ili shamba pia kuna maji ambayo utakuwa ukitumia katika ili shamba lakini tukifika katika mstari wa kumi na tano ama kumi na sita Mungu anamwambia mwanadamu, haya yote nimekuonyesha, lakini kuna kitu lazima ufanye, ama kuna sheria ambayo lazima ukuwe nayo katika hili shamba, ambayo itakuwa ikikuongoza. Mwanzo ni mbili kumi na tano Inaseta, inasema inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, Edeni. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu, mtu matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula matunda ya, wa Walakini. Walakini. ya mtu ya ujuzi wa mema na mabaya U, naam. Usile naam. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo Naam. Utakufa hakika. Kwa hivyo pale tunaona mwanadamu anapewa sheria ambayo ilikuwa imuongoze katika pale shamba la Edeni ili kuwe kitu ambayo atakuwa akifuata na akikaa katika ile sheria ambayo Mungu amempea mwanadamu ataweza kuishi ama ataweza kukaa bila tatizo lolote lakini tunaona mwanadamu anakaa katika shamba la Edeni na anaenda kukaa hapo, anakaa kwa muda mchache, mwanadamu anavunja sheria ya mwenyezi Mungu ambaye Mungu ameweza kumpea. Maana shetani aliingia pale, akaweza kumdanganya, akavunja lile sheria. Na ile sheria Mungu aliwaambia kwamba mkikaa katika ili shamba, inafaa sheria yangu ikuwe katika mioyo yenu, msije mkaivunja. Hata siku moja lakini, shetani akaingia pale akadanganya, da, akadanganya awa, akala ile tunda, akapelekea mnammewe nao wakala. Mwalimu, soma kitabu cha Mwanzo tatu moja inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Naam, akamwambia mwanamke, ati hivi? Naam, ndivyo alivyo, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu musile matunda ya miti yote ya bustani, mwanamke akamwambia nyoka, mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya bustani ya bustani ni taweza kula naam. Lakini matunda ya mti ule ulio katikati ya bustani Mungu amesema, Mungu amesema msiale wala msiaguze, musije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika, hakika. Hamtakufa. Hakika hamtakufa. Kwa, kwa maana kwa maana Mungu anajua, naam, kwamba siku mtakula matunda ya mti huo, naam, mtafumbuliwa macho, naam, nanyi mtakuwa kama Mungu ukijua mema na mabaya. Kwa hivyo, Mungu anapatiana sheria, wanadamu wanavunja. Lakini ili sheria waliambiwa, hii sheria isitoke katika mkono yao, maana ikitoka katika mkono yao wataivunja Ndo maana waliambiwa hii sheria ikae katika mioyo yao na mkono wao, ili watembee watiam, hapo mahali popote wanaona sheria inakuwa kama kimwalimu. Nisomee kitabu cha Kutoka 13 mstari ni ule wa tisa. Maana waliambiwa hii sheria ikae katika mkono wao na ikae iandikwe katika mioyo yao ili watembeapo kila mahali wanaenda wanaona sheria ya Mungu wasije wakaivunja. Kumi na tatu tisa, kitabu cha Kutoka inasema naye, itakuwa ishara kwako, itakuwa ishara kwako, katika mkono wako, katika mkono wako na kwa ukumbusho katika katikati kati ya macho yako katikati kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana naam ipate kuwa kinywani mwako naam, kwani Bwana alikutoa utoke Misri kwa mkono wenye uwezo. Kwa hivyo, Mungu aliambia mwanadamu hii sheria ikuwe katika moyo wako ikuwe katika mkono, katika mkono wako pia ili isije hata siku moja ukaja ukavunja sheria. Maana serikali ya Mungu ilikuwa imejengwa katika misingi miwili. Misingi ya kwanza ilikuwa imejengwa katika serikali ya Mungu ilikuwa haki, misingi ya pili ilikuwa hukumu. Twende katika kitabu cha Zaburi Zaburi 89 mstari ule wa kumi na nne, maana misingi ya biblia, ya Mungu ilikuwa imewekwa katika vitu viwili haki na hukumu. Zaburi 89 mstari ni ule wa 14. Biblia takatifu inasemaje? Haki na hukumu. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako. Haki na hukumu ndiyo msingi wa kiti cha Mwenyezi Mungu, lakini mwanadamu hakuweza kukaa katika hiyo sheria ya Mungu, akalivunja kwa maana haki na hukumu. Tuone hii haki, haki hii ambayo ni msingi wa kiti cha Mungu, hii haki ni nini? Twende kitabu cha Isaya Isaya 42 mstari ule wa 21. Biblia takatifu inasemaje? Inasema Bwana akapendezwa. Bwana akapendezwa kwa ajili yake. Kwa ajili ya haki yake. Naam. Kuitunza sheria, kuitukuza sheria na kuidhimisha. Kuna kuidhimisha. Kwa hivyo Mungu anaitukuza sheria na kuidhimisha. Ndio maana tunaona haki ya Mungu ni kumbe iko katika sheria, ambao ndio maana natuambia akapendeza kwa ajili yake na kuitukuza sheria. Maana sheria ilikuwa ikae katika mioyo yetu, ili tutembee hapo, tuweze kufundisha na watoto wetu pia, ili wakikaa, wakitembea, wakienda shuleni, wakifanya chochote, wakae katika sheria ya Mwenyezi Mungu ili ikuwe kwa bidii waishike kwa bidii, ili wafanye hapo chochote ikuwe ni kwao. Twende Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati sita, mstari ni ule wa 17. Biblia Takatifu inasemaje? inasema hivi Kumbukumbu la Torati sita, kumi na saba. sita msari ni ule wa kumi na saba inasema hivi Naam. inasema Naam, zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashundizo yake Naam, na amri zake alizokuagiza. Kwa hivyo Bwana atuambia kwamba tuweze kushika amri zake kwa bidii, maana tukishika amri za Mungu kwa bidii, hakuna taabu yoyote itakutupata. Maana Mungu alisema, mkiacha sheria zangu muende katika njia nyingine, taabu itawapata, maana laana pia itawapata. Twende katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 89 mstari ule wa 31. Maana Mungu alikuwa anasema, mkitoka katika amri zangu, ama mkiacha amri zangu, mtaenda njia nyingine, na mkienda kwa hiyo njia nyingine, taabu zitaanza kuwapata. Tuende kitabu cha Zaburi 89 mstari wa 31. Biblia Takatifu inasemaje? E, nasema 89:31. Naam. Wakiziarifu amri zangu, wakiziarifu amri zangu wasiyashike maagizo yangu. Naam. Basi nitawarudi nita nita... makosa yao kwa fimbo. Kwa hivyo Mungu anasema, na uovu wao kwa mapigo. Kwa hivyo Mungu anasema watu wasipotii maagizo yake ama sheria yake, atawarudi kwa fimbo na kwa magonjwa ama ataleta vitu mingi wakikataa sheria zake. Maana tunaona katika Biblia Mungu alikuwa anasema watu wakitii amri zake, ama tuseme hapa Kenya, nchi ya Kenya, Mungu anasema tukitii amri zake na tudumu katika amri zake, hakuna hata mtu mmoja atawahi gonjeka ama hakuna mtu hata mmoja atawai kuwa tasa katika nchi watu wakitii amri zake twende kitabu cha kumbukumbu la torati ni saba mstari ule wa kumi na ine biblia takatifu inasemaje mungu anatuambia kwamba tukishika amri zake hakuna hata mtu mmoja atawahi kuwa tasa katika nchi saba kumi na ine kitabu cha kumbukumbu la torati inasemaje? umbuumbu lasbkui nn inasema hivi Naam. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Utabariko kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mme wa, wala mke aliye tasa katikati yenu wala katika kati ya wanyama wenu wa mifugo. Kwa hivyo Mungu anatuambia kwamba tukishika amri zake tutabarikiwa na hakuna mtu atakayekuwa tasa kati yetu tutakuwa watu watefu na tutakuwa tuna ti amri za Mwenyezi Mungu. Tunaona kama tuseme saa hii Wakristo wengi wanadai kweli, oh sisi ni Wakristo. Hii nchi ya Kenya tuseme asilimia 80 ni Wakristo, hiyo 20 ndio wanaweza gawana Wabudha, Waislamu, Wahindi watu wote lakini katika nchi ya Kenya tunapata tunadai kwamba sisi ni Wakristo na nchi ya Kenya, na tumebeba wakora, tumebeba wa corruption, tumebeba aina ya kila mtu, lakini tunadai kuwa sisi ni Wakristo. Tungekuwa tunaishi tukifuata sheria za Mungu, hatungekuwa na ukora Tungekuwa tunafuata sheria za Mungu, mtu angeenda kuiba duka la mtu. Tungekuwa tunafuata sheria za Mungu, Mungu ange mtu angeweza kwenda kuua ndugu yake. Tungekuwa tunaweza kufuata sheria za mwenyezi Mungu, mtu hangekuwa na miungu mingine. Lakini tumeacha amri za mwenyezi Mungu tukaanza kufanya vitu zetu wenyewe bila kufuata sheria za mwenyezi Mungu, na Mungu anatuambia kwamba tudumu katika amri zake, maana tukidumu katika amri zake hakuna kila kitu ambacho haitawezekana katika amri zake. Twende katika kitabu cha Zaburi, Zaburi 19 mstari ni ule wa saba, tuone Mungu anatuambiaaje. Maana Mungu anatuambia kwamba sheria yake ama amri zake zote ni kamilifu na inatia mjinga hekima. Twende Zaburi 19 mstari ni ule wa saba inasemaje? Nasema hivi, Zaburi 19:7 inasema sheria ya Bwana, sheria ya Bwana ni kamilifu, ni kamilifu, huiburudisha nafsi, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, uh, umtia mjinga hekima. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu na tena hutia mjinga hekima. Itakutia, utatia mjinga hekima kwa njia gani? maana ataona kwamba naenda kufanya hiki akiona akienda kufanya hii aki, ama tusikue kwamba anaenda kuiba kitu ya mtu, akienda kuiba kitu ya mtu ataona kweli sheria ya Mungu inakataza nisiibe Ikimkataza ataacha, hataweza kuiba kitu ya mtu. Ndio maana Biblia inasema kwamba itamtia mjinga hekima, maana sheria ya Mungu tunaona ni kamilifu. Na tena Biblia inatuambia kwamba amebarikiwa yule mtu ambaye anashika sheria ya Mwenyezi Mungu. Zaburi 119 mstari ni ule wa kwanza, Biblia takatifu inasemaje? Zaburi 119 mstari ni ule wa kwanza, Biblia inatuambia kwamba amebarikiwa mtu yule ambaye anashika sheria za Mwenyezi Mungu, maana hataenda katika njia ambayo haistahili. Biblia takatifu inasemaje? Inasema walio walio kamili njia zao, waendao katika sheria ya sheria ya Bwana. Heri wazitio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote, naam hawakutenda naam ubatili wakutendabat kwa hivyo, tunaona sheria ya Bwana ni kweli, na wamebarikiwa yule ambaye anashika sheria za Bwana. Biblia nasoma mstari ule wa hapo hapo 42 142 tuone sheria ya Bwana bado ni kweli, ambayo kweli bado tukiona inarudisha katika neno lake. Inasemaje mstari wa 142 Inasema Zaburi 119 142 inasema hivi, naam. Inasema, haki yako ni haki ya milele. Haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli, na sheria yako ni kweli. Kwa hivyo sheria ya Mungu ni kweli, na mtu yote ambaye anakataa sheria ya Mungu, mtu yote ambaye anakataa sheria ya Mungu huyo mtu ni huyo mtu anapenda dhambi, mwenye amekataa sheria. Huyo mtu ni mtu ambaye anapenda dhambi. Twende katika kitabu cha methali 28 mstari mstari ule wanne mwana mwenye anapenda, mwenye apendi sheria huyo mtu ni mtenda dhambi ama ni mwasi. Biblia takatifu inasemaje? Methali ishirini na nane mstari ni ule wa nne. Biblia takatifu inasemaje? ishirini na nane mstari wa nne kitabu cha mithali inasema hivi. Naam, inasema wao waiachao sheria huwasifu waovu. Kwa hivyo, wale ambao wanaacha sheria wanasifu wa kina nani? wow. wow. Waovu. Kwa hivyo biblia inatuarifu kwamba tushike sheria, tusikuwe tunakataa sheria ili tuweze kusifwa kina nani? Waovu. Ndio biblia inatuambia kwamba tukisema katika kitabu cha Isaya Isaya ni 30 mstari ni ule wa tisa, inasema pia, waasi waasi ndio wataki sheria ya Mwenyezi Mungu. Waasi ni wale ambao hawataki sheria ya Mungu ama kwa njia nyingine wamekataa sheria za Mwenyezi Mungu. Kwa maana watu, Naam, watu hawa ni watu waasi. Watoto ni wasio, wasio kuisikia sheria ya Bwana. Kwa hivyo ni watoto wasiotaa kusikiza sheria nani? Sheria Bwana. Kwa hivyo wale ambao wasikii sheria ya Bwana Biblia inawaita kwamba hao ni waasi. Maana Mungu akituambia ku, anatuambia kwamba sisi tuweze kushika sheria, na mtu yeyote ambaye hatashika sheria ya Mwenyezi Mungu kwake hapana asubuhi. Twende kitabu cha Isaya. Isaya ni nane ishirini. Biblia takatifu nasemaje? Na nawaenende katika sheria na ushuda. Waende katika sheria na ushuda, ikiwa awasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Bila shaka kwao hapana asubuhi. Kwa hivyo, mtu kama hataenda katika sheria ya Mwenyezi Mungu, hakuna nuru ndani yake atabaki yuko pale, lakini hakuna nuru yeyote ambayo itakuwa ndani yake. Maana ukitaka haki ya Mungu idhirishwe ndani yako, ukitaka haki ya Mungu ipatikane ndani yako, lazima ushike sheria. Tuende kitabu cha Isaya, kitabu ni kile cha Isaya 51, mstari ni ule wa saba. Ndio haki ya Mungu idhirishwe ndani yako, lazima ushike amri za Mwenyezi Mungu. Isaya 51, mstari ni ule wa saba. Biblia takatifu inasemaje? 51 saba, kitabu cha Isaia inasema, Naam. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Nisikilizeni ninyi mjuao haki. Watu ambao mioyoni mwenu, ha, watu ambao mioyoni mwenu, mna sheria yangu. Mna sheria yangu. Msiogope makutano, Msi, ya Msi, Msi makutano ya watu. Msiogope makutano ya watu. Wala msifadhaike kwa sababu ya dhihaka zao. Kwa hivyo watu ambao ni wenye haki lazima waweze kushika sheria za Mwenyezi Mungu. Ndio upatikano wa mwenye haki lazima uweze kushika amri za Mwenyezi Mungu. Maana Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Ufunuo kumi na nne mstari ule wa kumi na mbili inatuambia kwamba hapa ndipo subira ndio ukuwe na subira ya watakatifu, lazima bado ushike amri za Mwenyezi Mungu, na ukishika amri za Mwenyezi Mungu utakaa katika neno lake. Kumi na nne, kumi na mbili, kitabu cha Ufunuo inasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao washikao amri za Mungu. Ha, washikao amri za Mungu, na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tuzidi kushika amri za Mwenyezi Mungu ili tuweze kuwa watiifu, maana Biblia imetuambia kwamba tukishika amri za mwenyezi Mungu, Mungu hataleta maradhi juu yetu. Tukishika amri za mwenyezi Mungu, hakuna ugonjwa yeyote ambaye itaweza kutupata. Tukishika amri ya mwenyezi Mungu, hakuna mtu mmoja ama mtu yeyote ambaye atakuwa tasa kati yetu, maana Biblia inatuambia kwamba hii ndiyo jumla ya mambo yote, kwamba tushike amri za mwenyezi Mungu maana hiyo ndum, ndiyo jumla ya mambo yote. Mhubiri kumi na mbili, mstari ni ule wa kumi na tatu. Biblia Takatifu inasemaje? Mhubiri kumi na mbili kumi na tatu inasema hivi: naam, hii ndiyo jumla ya mambo yote yaliyokwisha sikiwa. Naam, hii inasema hii ndiyo jumla ya mambo yote, hii ndio jumla ya mambo yote yaliyokuisha sikiwa, yaliyokuisha sikiwa. Muche Mungu, mcheni mwenyezi Mungu nawe uzishike amri zake. Kwa hivyo jumla ya mambo yote maana ni... kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Kwa hivyo kitu ambayo inapasa, inapasa mtu ni kushika amri za mwenyezi Mungu, maana hiyo ndio jumla ya mambo yote Fika leo wacha tukomee pale, lakini kesho tutaanza kuangalia amri ya kwanza na amri ya pili na amri ya tatu na amri ya nne kwa sehemu ya kwanza, alafu then tena kesho kutwa tutaangalia amri ya tano mpaka amri ya kumi, na Mungu aweze kuwabariki. Tusimame tuombe. Mtakatifu, mtakatifu aishie mahali pa juu mbinguni, Baba tunakuja mbele zako masaa haya tukiwa waingwa shukrani, umeweza kunena nasi ili kwamba tuweze kushika amri zako. Maana unasema tukishika amri zako, hakuna mtu yeyote ambaye atakuwa tasa kati yetu. Tukishika amri zako, utaweza kutunyeshea mvua kwa wakati wake. Tukishika amri zako, hatutaweza kukosa chakula katika nchi yetu. Baba tunaomba kwamba Tufungulie njia. Baba kama ni njia kazi ama njia yoyote ambayo inatuzuia kutushike amri zako. Baba tunaomba utufungulie. Baba tusaidie, tutie na Roho Mtakatifu iweze kutuongoza na iweze kutufundisha. Mapenzi yako yakitimizwa, Muongoze mwalimu ambaye anapanda katika kipindi cha unabii naye pia mtumie kama chombo. Jina lako likikutukuzwa, mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen.